Tumekuwa tukimtembelea Ayubu ambaye anaishi chini kwenye dampo la mji na anajaribu kujisikia vizuri kwenye majivu ya takataka zilizochomwa. Tumeangalia na kusikiliza washauri wake watatu ambao wamefanya maisha yake yasiwe na utulivu zaidi. Na ninachukia kukubali, lakini nadhani tunahitaji kufanya hivyo, tuko kama Elifazi, Bildadi na Sofari. Haijalishi mtu alikuwa na hekima na kumcha Mungu kiasi gani hapo awali. Wakati bahati mbaya inapotokea katika maisha yao, tunaanza kujiuliza, tunajiuliza kama walistahili hilo. Hatutalisema kwa sauti au kanisani, lakini mtoto anapokimbia, tunajiuliza kama wazazi walikuwa na kujitolea kidogo au upendo nyumbani nyuma ya pazia kuliko walivyoonekana hadharani. Jirani anafilisika. Naam, tunadhani labda alistahili kutokana na maamuzi mabaya ya kifedha yasiyo ya busara. Kwa kawaida tunadhani kwamba aina fulani ya kosa, ushindwa labda hata dhambi, ndiyo sababu ya mabadiliko hayo katika maisha. Naam, hebu niwaambie hiyo ndiyo maoni ya marafiki wa Ayubu. Sasa Zofari anapojiandaa kuzungumza kwa mara ya kwanza atatoa maoni hayo. Hayo na atatumia hata neema na wema kidogo zaidi, kama unaweza kufikiria, kuliko Elifazi na Bildadi. Anamshutumu Ayubu mara moja kwa ujinga wa makusudi. Mstari wa sita: Mungu anakutoza chini ya atia yako inastahili. Unaweza kufikiria hilo? Ayubu, unapata nafuu rahisi, inapaswa kuwa mbaya zaidi kwako. Zofari anadai kujua kwa uhakika kwamba Ayubu ana hatia ya dhambia siri, anasema hapa katika mstari wa kumi na moja, Mungu anawajua watu wasio na dhamani. Anapoona uovu, je, hatauzingatia? Kwa maneno mengine, Ayubu, Mungu anajua wewe ni mnafiki, na anakupa wewe. Kwa kweli, hapa katika mstari wa kumi na mbili anamwita Ayubu mjinga, asiye na akili. Mtu mpumbavu. Mmoja wa wachambuzi wangu wapendwa anaandika juu ya mazungumzo haya. Kile Ayubu alihitaji ni mkono wa msaada, si kofi usoni. Inasikitisha sana wakati watu ambao wanapaswa kushiriki katika huzuni yako wanaishia kuunda huzuni. Basi kwa hayo, Sofari anatoa suluhisho lake kwa Ayubu hapa katika mstari wa 14. Ikiwa uovu uko mikononi mwako, uweke mbali na usiruhusu dhuluma kukaa katika mahema yako, hakika basi utaweza kuinua uso wako bila dosari; utakuwa salama na hutaogopa. Kwa maneno mengine, Ayubu, tubutu, sindio? Ukifanya hivyo Mungu atakurudisha kwenye miguu yako. Fikiria hili. Hapa Ayubu ameketi katika kukata tamaa, amevipoteza kila kitu hajaweza kulala kwa miezi, ngozi yake inawasha bila kudhibitika. Homa kali, vidonda vinavyotiririka vimemfanya aumie na kuteseka kwa uchungu. Bado yuko na akili timamu, bado anafahamu sana mashtaka ya washauri wake. Na sasa hapa katika sura ya kumi na mbili, Ayubu anajibu. Kwa kweli ana maneno makali kwa Sofari na hawa washauri wengine, na ninafurahi kwamba anafanya hivyo. Yuko na kejeli hapa anasema katika mstari wa mbili, bila shaka hekima itakufa pamoja nanyi. Namaanisha, nyinyi ndio watu pekee wenye hekima waliobaki kwenye sayari nzima, na mtakapokufa, basi tumemaliza na hekima. Anasema hapa katika mstari wa tatu, nina ufahamu kama nini mimi si duni kwako. Kwa maneno mengine, unajua, endelea kunikejeli, endelea kunitania, endelea kuniita mjinga asiye na akili. Lakini najua kuhusu Mungu kama vile unavyojua. Na kwa hayo Ayubu anaanza kuelezea kwa kina tabia ya Mungu na yuko sahihi kabisa. Anazungumza kuhusu Mungu kama muumba na mlinzi wa maisha hapa katika mstari wa kumi. Katika mkono wake kuna uhai wa kila kiumbe hai na pumzi ya wanadamu wote. Chini katika mstari wa kumi na tatu anasema, kwa Mungu kuna hekima na nguvu, ana ushauri na ufahamu. Akiangusha, hakuna anayeweza kujenga tena; akimfunga mtu ndani, hakuna anayeweza kufumbua. Kile anachofanya hapa ni kutangaza kwamba kile Mungu anachofanya kina hekima ya kimungu, mantiki ya kimungu, kusudi la kimungu, ingawa huenda hatumwelewi Mungu. Ayubu anageukia hawa watu sasa katika sura ya kumi na tatu na anatoa tathmini yake juu yao. Anasema hapa katika mstari wa nne, madaktari wasio na dhamani ni nini nyote? Kwa maneno mengine, dawa mnazoniandikia kwa ajili ya roho yangu, maisha yangu, zinanifanya kuwa mbaya zaidi sasa kuanzia mstari wa kumi na tatu Ayubu anageuza mawazo yake kutoka pwao, kutoka kwa maelezo yake ya tabia ya Mungu. Sasa anachofanya ni kuanza kuwasilisha kesi yake mbele ya Mungu. Anaanza na tamko la imani ambalo ni la kushangaza, linapata kuwa la kushangaza kabisa hapa, katika mstari wa kumi na tano ingawa ananiwa mitatumaini ndani yake Love. Hata hapa katika wakati huu wa maumivu makali katika maisha yake, Ayubu anakataa kumlaani Mungu. Pia anatuthibitishia wapendwa, inawezekana kumtumaini Bwana bila majibu yoyote. Inawezekana kuwa na imani kwa Bwana bila uponyaji au ustawi. Inawezekana kumtumaini Bwana pale makaburini, hata katika majaribu na huzuni ngumu zaidi za maisha ayubu anamwamini bwana ambaye ni kimya lakini hebu niwaambie ayubu bado anataka majibu fulani kwa hiyo hapa katika mstari wa kumi na nane anasema tazama nimeandaa kesi yangu ninajua kwamba nitakuwa sahihi ayubu anamuuliza bwana hapa katika mstari wa ishirini na tatu ni makosa na dhambi zangu ngapi nifanye nijue makosa yangu na dhambi yangu ombi lake ni hili, kama ninateseka kwa sababu ya dhambi, kama washauri wangu wako sahihi kwamba nina hata siri, na tutazileta nje, zilete mbele yangu tuziangalie pamoja. Lakini Mungu alibaki kimya, na kwa hilo Ayubu anazama zaidi katika kukata tamaa, ambayo ni kile tunachofanya mara nyingi, wapendwa, sivyo? Tunapodai jibu kutoka kwa Mungu na hakuna jibu linalokuja. Kwa hivyo katika kukata tamaa sasa, Ayubu anaanza kufikiria juu ya ufupi wa maisha, matatizo yanayokuja katika maisha, na hapa katika mistari miwili ya kwanza ya sura ya kumi na nne sasa Ayubu anasema hivi: mwanadamu ana siku chache na eh, amejaa matatizo. Anatoka kama ua, lakini hunyauka; anakimbia kama kivuli na haendelei. Ayubu amefikia mtazamo wa kukata tamaa kuhusu maisha, ni kwa sababu ya maumivu yake, na hawezi kuona mambo mazuri katika maisha, baraka zozote za neema ya Mungu. Tusijikute katika mtego wa mawazo ya Ayubu. Wacha tusiwe wepesi kuhukumu kazi kwa kuhisi hivi. Pia Ayubu anaomba hapa katika mstari wa 13 eh, kwamba ungenificha katika Sheoli, kwamba ungenificha hadi ghadhabu yako ipite. Sasa kwa kweli anatoa matumaini katika ufufuo wa baadaye, lakini katika hali yake ya sasa anafikiri Mungu anamimina ghadhabu yake juu yake. Kile anachoweza kuhisi ni maumivu tu na mateso. Anafikiri ingekuwa bora, unajua, kwenda kujificha kaburini mahali fulani hadi ghadhabu ya Mungu itakapopungua. Sasa tunahitaji kuelewa kwamba Ayubu hawezi kuchomoa Biblia yake, hawezi kuchomoa maoni yake, na hakika si aina yoyote ya programu ya Biblia. Hawezi hata kugeukia Agano Jipya ili kujua zaidi kuhusu maisha baada ya kaburi. Swala la maisha baada ya kifo bilikuwa la kuchanganya wa ajili yake. Sisi tuna bahati ya kuwa na Agano Jipya, Tuna bahati ya kuwa na ufunuo kamili wa Mungu kuhusu kile kilicho zaidi ya hapa. Neno la Kiebrania ambalo Ayubu anatumia hapa kwa Sheol ni fiche katika Sheol, ili ni neno la jumla kwa mahali pa wafu. Ayubu haelewi kwamba kifo kinatoa furaha ya papo hapo na amani ya papo hapo katika uwepo wa Mungu. Kwake kile kilicho zaidi ya kifo ni chenye ukungu, ni chenye giza. Kwa yeye kina maswali zaidi kuliko majibu. Kwa kweli, siwezi kufikiria kukabiliana na majaribu ya maisha bila Biblia nzima. Ni baraka iliyoje, unajua, kuweza kugeukia kifungu baada ya kifungu kinachotupa ufahamu na faraja. Tuna mengi zaidi ya kutarajia kuliko Ayubu wa zamani angeweza kufikiria, ambayo inanikumbusha kwamba sisi basi kati ya watu wote tunapaswa kuwa na matumaini zaidi kuhusu maisha na na kuwa na uhakika zaidi kuhusu maisha baada ya kifo. Biblia inatuambia kwamba tunaweza kuwa na amani sasa na Mungu kupitia Yesu Kristo, Warumi tano mstari wa moja kwamba hatuko chini au hatukabili ghadhabu ya Mungu; tuko chini ya uangalizi wake. Biblia inasema kwamba mateso na maumivu yana kusudi katika mpango wa Mungu kwa maisha yetu, inatufanya kufanana na tabia ya Yesu Kristo. Warumi nane, mistari ya ishirini na nane na ishirini na tisa. Na kisha zaidi ya hayo Agano Jipya linatuambia kwamba tunapokufa tunakwenda moja kwa moja kuwa na Bwana wetu mbili wa Korintho tano mstari wa nane. Kuwa mbali na mwili ni kuwa moja kwa moja mbele ya Bwana. Bwana ni mfano wetu, alisema msalabani kabla tu ya kufa, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Unaona kifo, Kulingana na Biblia, ni mkono tu unaofungua mlango kuingia mbinguni. Milele. O oh, muda wetu umeisha kwa leo wapendwa, hadi tutakapoanza tena safari yetu ya hekima. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.